Mama Kennedy alipata wakati mgumu sana baada tu ya kusikia swali lile kutoka kwa mtaalam mzee Mashimba. Haikuwa rahisi, lakini hakuwa na namna. Alimwomba mganga kama anaweza kwenda kukaa na kufikiria jambo hilo. Mzee Mashimba alimjibu, bila shaka binti, mkiwa tayari mtarudi na tutafanya hiyo kazi. Ila baada ya kutoka nje, mama Irini alimshika mkono, kisha akamwambia rafiki yake Mama Kenedi, kweli uko sirias? Unahitaji mtoto shoga yangu? Mama Kenedi alijibu kwa sauti ya chini sana, ndiyo rafiki yangu, nahitaji mtoto, lakini mbona naona masharti kama ni magumu? Mtoto anakuwaje wa kuzimu na duniani? Mama Irini akamjibu, wala usijali besti yangu, huyu mzee ni mtaalamu mzuri sana, ameshawasaidia watu wengi Watu wanatoka hadi nje ya nchi, viongozi mbalimbali mbali, wanasiasa wanakuja kumfuata huyu mzee hivyo, na kuomba usiwe na wasiwasi, huyu mzee atakusaidia kabla hawajaondoka. Mama Kennedy alimuuliza mzee Mashimba, kwa hiyo ukisema mtoto anakuwa wa kuzimu na duniani unamaanisha nini? Mzee Mashimba akamjibu, maana yake ni kwamba huyo mtoto atachukuliwa kuzimu, lakini atakuwa nao uwezo wa kuishi kama binadamu wengine, isipokuwa atakuwa anaondoka mara kadhaa na kurudi tena duniani. Hivyo basi atakuwa anaishi sehemu mbili, duniani na kuzimu. Akiwa kuzimu atakuwa na umbile la nyoka, lakini akiwa duniani atakuwa kama binadamu wa kawaida. Baada ya mazungumzo hayo, mganga akamwambia, lakini inabidi uje ukae hapa siku saba ndio tufanye zoezi hilo. Mama Kennedy alikubali, lakini alimwomba mganga wafanye zoezi hilo baada ya mume wake kuwa amesafiri. Waliondoka wakafika nyumbani, ila lile jambo lilileta mashaka na maswali mengi sana kwa Mama Kennedy. Alikuwa mtu mwenye mawazo mengi juu ya jambo hilo. Usiku wa mwisho kabla mume wake kusafiri, wakiwa kitandani, mumewe alimuuliza, Mbona, hizi siku mbili tatu na kuona umetingwa na mawazo mengi sana mke wangu. Nini shida? kuna tatizo au? Lakini Mama Kennedy alimjibu. Niko sawa tu mume wangu amna tatizo lolote. Napata sana hii hali ukiwa tu unasafiri maana huwa nabaki mpweke sana. Asubuhi iliyofuata Lawrence mume wake na mama Kennedy alikuwa na safari ya kuelekea Uturuki. Alikuwa akienda kufata mzigo wa matirio ya ujenzi, na ni katika moja ya biashara zao walizokuwa wakizifanya. Mama Kennedy alimsindikiza mumewe hadi airport mpaka alipohakikisha kabisa amepanda ndege, wakaagana kwa mara ya mwisho. Wakati Lawrence akiwa ndani ya ndege tayari, mama Kennedy alimpigia simu rafiki yake mama Irini, kisha akamwambia "Kila kitu kiko sawa sasa shoga yangu, tunaweza kwenda kwa mtaalam leo." Na wakafunga safari mpaka kwa mtaalam. Walipofika walikaribishwa na mzee Mashimba, kisha akawaambia, zoezi letu litaanza leo usiku. Hivyo mama Irini alitakiwa aondoke na kumwacha rafiki yake mama Kenedi kwa mtaalam, lakini walikubaliana itakapofika siku ya saba awe amefika pale Usiku ulipofika sasa, kazi ikaanza. Mzee Mashimba alichora duara kubwa kwa damu mbichi akawasha mishumaa, huku mama Kennedy akiwa katikati ya duara lile amevaa kitambaa cheusi na chekundu. Mzee Mashimba bila kuchelewa alianza zoezi la kumwita shetani, lakini kabla, akamwambia mama Kennedy, hautakiwi kugeuka nyuma na ufumbe macho yako mara moja. Shetani yule wa kuzimu aliyekuwa akiitwa na mzee Mashimba alifika akiwa katika umbile la kutisha sana. Alisimama nyuma ya mama Kenedi. Kisha mzee Mashimba aliongea maneno ya lugha ya kuzimu ambayo mama Kenedi hakuyaelewa. Baada ya hapo, ghafla mama Kenedi alipitiwa na usingizi mzito sana.